Katika maisha ya Mkristo kuna mambo mengi tunayofundishwa: miujiza, uponyaji, mafanikio, imani, nguvu za Roho Mtakatifu na kadhalika. Lakini yote haya yana msingi mmoja mkuu. Yohana sura ya kumi na saba mstari wa tatu unasema, na uzima wa milele ndio huu, watu wakujue wewe na Yesu Kristo uliyemtuma. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni moja ya masimulizi zinazojulikana sana ulimwenguni lakini maana yake ya kweli mara nyingi haieleweki ipasavyo. Kwa nini Yesu alizaliwa duniani? Kwa nini mwana wa Mungu alikuja kama mtu duniani? Kwa nini alizaliwa na bikira? Kwa nini alizaliwa horini? Kama Mkristo, ni muhimu kujua ukweli kuhusu Yesu ili kumjua zaidi na kujua mamlaka yake kama mwana wa Mungu. Bibilia inasema kuwa ni watu wanaomjua Mungu ndio watafanya mambo makuu. Na pia uzima wa milele ni kumjua Mungu na Kristo ambaye Mungu alimtuma. Jiunge nami leo ili tupate na kufahamu maana ya kuzaliwa kwa Yesu duniani. Watu wengi wanajua kwamba Yesu alizaliwa Bethlehemu, lakini kuzaliwa kwake haikuwa wa kawaida. Ulikuwa dhihirisho wa mpango wa Mungu uliokuwepo tangu mwanzo wa nyakati. Bibilia inatufundisha kwamba Yesu hakuanza uwepo wake Bethlehemu. Kuzaliwa kwake kama mtoto duniani ni wakati alipojitokeza katika mwili wa kibinadamu, ukamilifu wa wakati ulipowadia. Kama vile maandiko yanasema katika Wagalatia ne mstari wa nne hadi wa tano, lakini ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe, aliyezaliwa na mwanamke bikira, aliyezaliwa chini ya sheria ili awaokoe waliokuwa chini ya sheria ili watu wapate kufanyiwa wana. Hii inaonyesha kwamba kuzaliwa kwa Yesu duniani kulitokea wakati kamili uliopangwa na Mungu, si kwa bahati wala kwa ajali. Biblia inasema mtu akidhani ya kuwa anajua kitu, hajui bado kama impasavyo kujua. Hii inaonyesha kuwa kuna kiwango cha ufahamu ambacho Mungu anataka tufikie, hasa kuhusu mtu wa Yesu Kristo. Leo tutayadili maswali mawili ya msingi: Yesu ni nani, na kwa nini alikuja kama mwanadamu duniani? Yesu hawezi kueleweka vizuri kupitia dini, historia au utamaduni peke yake. Ni lazima tumwelewe kupitia neno la Mungu na kile yeye binafsi alichosema kujihusu. Katika Yohana 17 mstari wa tatu, Yesu alisema, na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Injili ya Yohana inasema hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwake, wala pasipo yake kufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu alikuwako ulimwenguni hata ulimwengu ulifanyika kwake, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwa watu wake, wala kumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Hapa Biblia inathibitisha kuwa Yesu ni neno la Mungu na Yesu ni Mungu mwenyewe. Ndani yake kuna uzima na kumpitia Yesu tu tunaitwa wana wa Mungu. Yesu alijitambulisha hivi kati Biblia. Alisema yeye ni mkate wa uzima, mlango, nuru ya ulimwengu, mzabibu wa kweli, ufufuo, njia, kweli na uzima, Alfa na Omega, uhai wa milele, mwanzo na mwisho. Huyu ndiye Yesu wa Biblia. Sasa tutafakari kwa nini Yesu alizaliwa kama mwanadamu duniani. Yesu alizaliwa kama mwanadamu kwa sababu tatu kuu kwanza, Yesu alizaliwa duniani ili kufunua Mungu kwa usahihi. Kabla ya Yesu kuja, watu walimjua Mungu kwa sehemu na mara nyingi kwa ufahamu usio kamili. Waibrania moja sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi watatu: Mungu ambaye alisema zamani kwa mababa katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema nasi katika mwana, naye ni mwangaza wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Yesu alizaliwa kama mwanadamu ili kuonyesha tabia halisi ya Mungu, kurekebisha picha potofu ya Mungu iliyokuwa miongoni mwa wanadamu, na ili awe kielelezo kamili cha Mungu kwa wanadamu. Yeyote anayedai kuwa kwa Mungu lazima apimwe kwa mfano wa Yesu. Yesu alizaliwa duniani ili kuwapatanisha wanadamu na Mungu na kuwapa uzima. Yesu alikuja ili kuleta wa Mungu kwa wanadamu. Yohana tatu mstari wa kumi na sita kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminia asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana kumi mstari wa tisa mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na uzima tele. Uzima huu ni wa milele, hauna mwisho na ni nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Yesu alizaliwa kama mwanadamu ili afe kwa ajili ya dhambi na kufungua njia ya uzima wa Mungu kwa wote wanaoamini. Tatu, Yesu alizaliwa duniani kama mfano wa misha, Mungu anatarajia wanadamu waige Yesu. Alikuja kuonyesha jinsi mwanadamu aliyekomaa kiroho anapaswa kuishi. Yohana kumi na nne mstari wa kumi na mbili amina amina, nawaambia yeye anayeniamini kazi nizifanyazo mimi atazifanya na kubwa kuliko hizi atazifanya. Kupitia Yesu tunaona maisha ya kutii, maisha ya maombi, maisha ya kusudi, maisha ya ushindi na maisha ya kujitoa kufanya mapenzi ya Mungu. Yesu alizaliwa kama mwanadamu ili awe kielelezo cha maisha ya wanaomwamini Mungu. Yesu Kristo ni Mungu aliyefanyika mwanadamu, ni ufunuo kamili wa Mungu Baba. Yeye ndiye uzima wa milele na mfano wa jinsi maisha ya mwanadamu inavyopaswa kuwa humu duniani. Kumjua Yesu si jambo la dini, bali ni msingi wa uzima wa milele. Uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe na Yesu Kristo uliyemtuma. Watu walitoa mwitikio tofauti kwa kuzaliwa na utambulisho wa Yesu. Wengine waliabudu kama mamajusi, wengine walihofia na kupinga kama Herode, wengine walitii kwa unyenyekevu kama Maria aliyesema katika Luka, kama ulivyosema. Mwitikio huu bado unaendelea hadi leo. Biblia inafupisha kiini cha kuja kwa Kristo duniani katika Yohana 3 mstari wa 17: kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwake. Yesu alizaliwa ili wanadamu wapate uzima. Kuzaliwa kwake ni mwaliko wa mungu wa upatanisho, urejesho na maisha mapya. Hatimaye, maana ya kuzaliwa kwa Yesu haipatikani tu katika sherehe au mila, bali katika kumpokea. Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili inasema, lakini wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Yesu alizaliwa ili wanadamu wazaliwe upya. Kuzaliwa kwa Kristo ni wakati Mungu aliingia katika historia ya mwanadamu ili mwanadamu aingie katika uzima wa milele. Kama umesikia ujumbe huu na unatamani maisha mpya na kushiriki katika kufaniwa mwana wa Mungu, basi kubali kumpokea Yesu katika maisha yako. Unaweza kufanya hivyo sasa. Ukombozi sio kwa nguvu zako bali kwa imani. Sema sala hii kwa moyo wako wote. Bwana Yesu, ninaamini ulizaliwa kwa ajili yangu. Ninaamini ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu na ulifufuka ili nipate uzima. Leo ninakupokea Yesu uwe Mwokozi na Bwana wa maisha yangu. Nisamehe dhambi zangu na unipe maisha mapya. Kuanzia leo, mimi ni mtoto wa Mungu. Kama umeomba sala hii kwa imani, Biblia inasema wewe ni kiumbe kipya na umeanza maisha mapya ndani ya Kristo. Tafuta kanisa inayoshiriki injili ya kweli, upate kubatizwa. Mungu akubariki na jiunge nasi kwa mafundisho mengine ya injili yake Yesu Kristo. Asante.